Kwa majina naitwa Halid Chuma, natokea kampuni ya Viridium Tanzania Limited, kampuni ambayo inajishughulisha na, na utengenezaji ni wa nishati mbadala ambao tunaoita mkaa mweupe. Hapa unaoona ni mkaa wetu unaotokana na magugu tembo. Huu mkaa unazalishwa Iringa Kidamali. Mkaa wetu sisi unawaka kwa takriban masaa manne. Kwa ripoti ya mheshimiwa waziri wetu Januari Makamba, tunapoteza takriban watu elfu thelathini na tatu kila mwaka, kwa hiyo tumeamua kumtua kuni mwanamke kichwani. Tulifikiria kuanzisha mradi huu kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo tukauleta kwenye jamii t tuka tukauboresha kidogo, ndio tukauleta kwenye jamii kwa ajili ya kutunza mazingira na pili kujiza cost kwa wateja ama kupunguza gharama kwa watumiaji. Kwanza tulipata bahati ya kutembelewa na mkuu wa mkoa wa hapa Iringa, Mheshimiwa Halima Ndegu. Hapo mwanzo tulibezi sana kwenye taasisi uh, pamoja mashule na taasisi kadhaa vyuo na kadhalika inafanya vizuri sana, kwa hiyo tukasema kwa nini tuje chini kwa mtumiaji mmoja mmoja majumbani. Ndio hapo agizo la mheshimiwa akasema, tutafuteni SIDO waweze kuaboreshea majiko madogo madogo kwa ajili ya majumbani, ili hadi mtumiaji wa kawaida pia aweze kutumia hii nishati kulingana na ubora ambao upo kwenye nishati hii. Baada ya kuwa tumepata maelekezo kutoka kwa mkuu wa mkoa, tutafika katika kampuni ya Viridium. Na hivyo basi tulichokifanya sasa ilikuwa ni kufanya modification kutoka katika matumizi ya majiko haya na kuja katika matumizi ya jiko hili, tuliweza kuongeza haiti ambayo ilikuwa inaruhusu sasa hewa kuweza kuingia kwa wingi, lakini pia tuliweza kuongeza mkanda huo ambao unajulikana kwa jina la skites ambao unazuia upotevu wa joto. Kwa hiyo sufuria inapowekwa kwa ndani, joto haliwezi kupotea kwa sababu kuna hiki kipande cha skites, lakini pia tuliongeza wa chimni ambao unaruhusu sasa moshi kuweza kutoka kupitia hapa tofauti na yanavyoonekana hivi. Na kwa kufanya hivyo efficiency ama ubora wa haya majiko uliweza kuongezeka kwa jiko letu hili kutoka asilimia 35 kwa mara ya kwanza mpaka asilimia 85. Mwisho, napenda ni mshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa Bi Alima Ndego kwa namna ambavyo amejitoa kuhakikisha E, wakina mama wanatumia mkaa mbadala, na mwishoni kabisa napenda pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt Samia Hassan Suluhu kwa namna ambavyo amejitoa kuhakikisha kwamba tu watanzania sasa tuanze kutumia mkaa mbadala ili kuweza kulinda mazingira yetu.